Ya kwa majina, mimi naitwa Bernardo Linus ninatoka benki ya Equity. Hope wengi wenu mnaifahamu, mshauri kusikia sio, ni meneja mahusiano. Nimeambatana na wenzangu watatu, tuna Johnson, yeye anadili na mawakala sawa, alafu tuna Catherine Rugoe, yeye ni mtu wa operation upande wa account, account, masuala ya account yale Alafu tuna kaka anaitwa Wilson, yeye anahusika na bima za Jubilee. Nadhani at atapata nafasi kidogo, ataongea. Mi sina mengi sana ya kuongelea, kwa sababu hii ni mara ya pili tunakutana, si ndio? Wengi wenu si mnaifahamu kwa sura, lakini uh, wanaita jubi vikoba, jubi vikoba mmepoa? <laughs> tena au tunaboa? Okay, sawa nilikuwa nataka kuongelea tu vitu vitatu vidogo tu, sina hata mambo mengi ambayo vyote kwa ujumla vinaongelea tu ni elimu ya fedha. E, kitu cha kwanza ilikuwa ni elimu ya usimamizi wa fedha kwa mtu binafsi, tunasema personal finance, sawa eh? Kitu cha pili ilikuwa ni elimu ya huduma ya kifedha ambayo tunaita financial service awareness kwa kila mmoja, na cha mwisho ilikuwa ni elimu ya kwa wajasiriamali na biashara ndogo ndogo microfinance business educations pamoja na MSMEs ambao ndio wafanyabiashara wadogo wadogo. Uh, kwenye elimu ya usimamizi wa fedha ya mtu binafsi kuna mambo kadhaa tu machache. Jinsi ya kupanga bajeti yako binafsi. Si mnajua bajeti mpango wa matumizi, mapato na matumizi, si ndio? Kuna umuhimu wake pia. Yaani actually kuna vitu vingi hapa tumekuja navyo ila sasa nataka niviongee kwa uchache kwa kupitia huu mlolongo ambao nimeuandaa hapa. Kwa hiyo kwenye upande wa bajeti tunaongelea tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna mpango wa matumizi yako binafsi. Nyiwe msini wafanya biashara kuna mwajiliwa eh? Almost karibia wote ni mna biashara zenu binafsi mnafanya, sio? Kwa hiyo katika biashara au hata hata kama ni mfanyabiashara au ni mwajiliwa, lazima uwe na desturi ya kujitengenezea bajeti yako binafsi ambayo inakuonyesha mapato yako na matumizi. Hii itakusaidia ku separate kuna needs yale mahitaji ya muhimu alafu kuna zile wants, na kuna yale mahitaji ya, ya matamanio ambayo tunaita wants wants, sio? Kwa nini bajeti binafsi kwenye masuala ya ya elimu ya, ya, ya kifedha eh, bajeti eh, mpango wa matumizi na mapato yako binafsi ni muhimu kwa sababu inakusaidia kuseparate pesa zako, kuepusha matumizi yale ambayo ya sio lazima. Sawa, eh, tunaelewana? Sijui tunaelewana au natumia lugha ngumu. Tunaelewana eh? Okay, kitu kingine ni muhimu wa kuweka akiba, nadhani wameongelea wa watu wa UTT Uh, kwenye biashara zenu au majukumu yenu ya kila siku hakikisha tu kwa namna yote ile kwamba una kiwango cha fedha ambacho unakuwa unakihifadhi kama akiba. Hii inakutengenezea hata ile financial freedom. Kuna zile uncertainties, vitu ambavyo vinatokea, hujategemea kama kinaweza katokea, magonjwa vipo, vitu vingi. Kwa hiyo unapokuwa na akiba hata pia inakujengea uh, ujasiri wa kufanya vitu vyako kwa uhuru kabisa, ile financial freedom. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile make sure iwe umeajiriwa au unafanya biashara make sure kwamba unajisetia asilimia fulani kwenye kipato chako kama akiba itakusaidia sio kila hitaji linahitaji wewe uchukue mkopo benki au sehemu yoyote ile sometimes akiba yako pia inaweza kukusaidia wewe kukupushi kwenye mambo yako bila hata kuhitaji mkopo inakusaidia pia wewe kuondokana na vile vimekopo mikopo mingi ambao ni unnecessary Kingine ni matumizi bora ya mikopo. Nadhani nitaiongelea tu baadaye kidogo. Lakini cha pili nita kugusia ya ya kifedha, financial service awareness ambapo sasa ndio inatugusa sisi financial institution kama mabanki, kama Equity. Kwa upande wa elimu ya huduma ya Lazima mjue namna ya kutumia account zenu. Kuna account za savings na current account. Saving ni hizi account ambazo tunazitumia kwa ajili ya kufanyia saving, Malengo tu madogo. Mtu anahitaji labda pesa kwa ajili ya kununua kitu fulani unajiwekea malengo sawa, eh, ndio saving. Yani unaweka akiba kidogo kidogo. Kwa hiyo hii inakusaidia pia, kama kuna interest unakuwa unapata, hiyo ndio saving. Lakini kwenye current account, ni zile account ambazo purposely lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kusaidia biashara. Eh, wale ambao mnafukua mnafanya biashara, mnatamani pesa zenu zipitie benki, kwa hiyo tunatumia hizo current account kwa ajili ya kuzungushia na ndizo ambazo hata benki mara nyingi sisi tunazitumia tunapokuwa tunafanya appraisals za mikopo wale ambao wanaomba, wanaomba mikopo, tunaangalia performance, the way ambayo mtu anatumia account yake ile kuweka na kutoa pesa, ni matumizi mazima ya account kwa upande wa biashara. Lakini huduma za kidijitali siku hizi, benki tunakutana sana na masuala ya ile, tunasema utoke huku uje mpaka benki kutafuta tu huduma ya kuweka au kutoa pesa. Kwa hiyo tuna instead, tuna mifumo mbalimbali ambayo tunaitumia kusaidia wateja wetu kuepukana na hii issue ya kukutoa huku uje paka branch. Branch zinabaki kwa ajili kutatua issue kubwa kubwa sana lakini hizi ndogo ndogo, kuweka, kutoa, kutuma si nini, vyote tuna huduma mbalimbali ambapo kuna mawakala agents, kuna zile mobile Equity, uh, mobile zinatumika pia, zile apps zinatumika pia, zinasaidia kuaccess huduma za kibenki kwa wakati wowote ambao mtu anakuwa anahitaji kuaccess au kupata huduma ya kibenki. Lakini jinsi ya kutumia kadi za ATM, na kuna nani? Kila mtu anajua kutumia. Si ATM kadi mnazijua? Eh, kuna mtu ambaye anajua kutumia ATM kadi? Sio lazima iko benki yote. Wengi wenu mnadhani sasa hivi mnamiliki ATM cards. Na kama hampo mnaomiliki ATM card mna account, si ndio? Yes. Ah, cha tatu cha mwisho ilikuwa ni elimu kwa wajasiriamali na wafanyabiashara ambao nadhani wengi huwa mnapenda sana kusikilizia hapa kwa sababu ndio mnajua issue za mikopo. Mikopo sana. Enye hapa nitamani kuzungumzia jinsi ya kujitengenezea mpango wa biashara business plan. E, mfanya biashara yoyote unapoingia kwenye soko la biashara yani unaanza kufanya business lazima ujitengenezee road map. Yani ni ramani ya kukuongoza wewe katika biashara yako. Ukiwa unaingia tu kwenye biashara bila kuwa na mwongozo, ni sawa na kazi bure. Kwa hiyo lazima uwe na mwongozo ambao utakugari, utakuongoza wewe katika biashara yako kuanzia unaanza mpaka pale ambapo utafikia malengo yako biashara yako iendelevu. Kwa hiyo lazima uwe na malengo na business plan inakuwa ya updated, yani tuna ya update over time, kila baada ya muda kulingana na progress. Unajua kwenye biashara kila mtu ana malengo, anataka afikie level fulani. Sasa unaweza ukajikuta umefikia level ambao ulikuwa unataka, unahitaji na ugrow, uendelee kukua zaidi. Kwa hiyo lazima utengeneze plan nyingine ya kukuwezesha kusogea mbele. Kwa hiyo business plan sio lazima iwe fomo sana kwamba sasa utengeze business plan kama nini? Hapana, unatakiwa utengeze tu taratibu ya kuwa unaandaa kajarida kadogo kakusaidia wewe kukuongoza kwenye biashara yako. Hii inakusaidia ustiki, ubaki kwenye lengo kuu la, la kwa nini biashara yako ina exist. Sawa, mbili ni utunzaji wa kumbukumbu kumbu za kifedha. Hii tunaita business bu, uh, business nini, bookkeeping Uh, wengi wetu tunafanya biashara tuna, siju tunaziona ni ndogo sana hazistahili kuwa tunahifadhi rekodi, lakini biashara yote ile ni lazima ujitengenezee taratibu au desturi ya kuwa unahifadhi rekodi especially za mauzo, yani mapato na matumizi, sawa. Zile cost zote pamoja na kile unachokiingiza lazima uwe na na desturi ya kuweka records. Hii itakusaidia hata unapokuwa unakuja kuomba msaada kwenye taasisi za fedha, Azania Microfinance au ni benki sijui kama vikoba na mnaangalia hivyo vitu, lakini huku kwenye microfinance pamoja na benki ni vitu ambavyo ni key. Kuna watu wanakuja kuomba mkopo, hana rekodi nzuri za za za za, za, za mauzo yake au mapato na matumizi, lakini unakuta ni mtia, mtumiaji mzuri sana wa account. Kwa hiyo at least yeye anakuwa anapatia taasisi confidence ya kumsaidia uh, ile hitaji lake na anayohitaji, lakini kuna mwingine anakuja hana historia ya kutumia account at the same time hawa hatunzi rekodi kwenye mauzo ma, ma, ma yake, yani kwenye biashara yake. Kwa hiyo inakuwa kupatia sisi ugumu, ndio maana kunakuwa kuna ile nenda rudi back and forth nenda rudi, unamwambia 1 2 3 yule anaanza kumwelekeza upya. Kwa hiyo jitahidini sana katika biashara zenu, either ni ndogo hiyo ni kubwa kubwa. Actually lazima uga zinakuwa zina uh, wanafuata sheria kuweka hizi bookkeeping records, lakini kwa hizi ndogo ndogo mjitahidi sana, usidharau kitu kwa sababu rekodi inakusaidia inakupa mwongozo kamili na taswira chanya ya biashara yako inaendaje? Sawa eh, kwa lazima ujue, leo nimetoa kitu fulani, nimeingiza kitu fulani. Hata mwisho wa mwezi ukikaa ukikaa chini ukaangalia, unajua biashara yangu inakuwa au inashuka. Hiyo ndio faida ya records, lakini pia utoaji mikopo na masharti yake. Uh, unapokuja hata benki kuomba mkopo jitahidi kwanza. Kuna kuna vitu ambavyo kie unatakiwa ujue, unatakiwa ujue unahitaji ya mkopo wa aina gani. Kuna mikopo aina nyingi, kuna working capital ambao ni mikopo kwa ajili ya kukuza mitaji, kuna asset finance ambayo ni mikopo kwa ajili ya kununua assets kama vile vyombo labda vya moto au mashine zozote, hizo ni assets. Au nataka kununua nyumba pia ni assets lakini pia kuna aina ya mikopo mingine. Kuna overdraft history, kuna line of credit ambazo sana tuzizungumzie kwa sababu hizo kidogo, si hapa tunaongelea sana working capital na asset finance. Kwa hiyo zile ya kuongeza mitaji pamoja na kununua hizi bidhaa kama vile vyombo vya moto, majumba, magari au mashine zozote. Kwa lazima ujue unapokuja benki, unajua kabisa una mimi nahitaji mkopo ina inaku wa aina gani. Hii inakuongoza. Sio unakuja tu kuuliza nahitaji mkopo, afu unahitaji mkopo wa aina gani? Kwa mkopo pia aina mkopo inategemeana na aina ya biashara. Kwa, kama mtu anataka mkopo kwa ajili ya kununua labda pikipiki au bajaji au zile toyo au gari, hizo tunaziita ni asset finance. Na ili upate mkopo wa namna hii, wanawake siku hizi mebebwa sana, kwa sababu product ina imetengeneza kuwa favor sana wanawake. Zamani tulikuwa tunasema ili upate mkopo wa assets finance aina yoyote lazima uwe na kianzio asilimia 20, actually lakini kwa sasa hivi wameondoa kwamba, instead ya, ikiwa ni kwa mwanamke, lakini mwanaume tunaendelea pale pale, lazima uwe na asilimia 20, sawa. Lakini kwa mwanamke mnakuwa favored, either ni mnafanya kwa kikundi au kwa mtu binafsi, as long as member wengi katika kikundi ni wanawake basi ile product au facility uh, tutakayopatia tutawapatia ikiwa imefuata sifa zote za mwanamke product au tunaita mwanamke plus. Ili ni kuwasaidia kwa sababu tunajua wanawake kidogo kwa sahivi bado wako nyuma, kwa hiyo tunaendelea kuwapush na wenyewe wasogee. Si mnataka 50 50? Mnaweza basi sawa. Kwa karibuni utatakiwa tu, ni kuna baadhi ya cost ambazo unatakiwa uh, kuzichangia ku, ku, lakini sio tena ile asilimia 20, ni cost ambazo ni ndogo tu, lakini mkopo mtapewa 100%. Kama bajaji inauzwa milioni kumi na laki tano benki itawapatia milioni kumi laki tano mkanunue bajaji, sawa eh. Cost ambazo nyenye mtachangia ni zile ndogo tu ambazo ni za gharama za mikopo zile, ambazo hizo sasa inadepende na kiwango cha mkopo utakachokopoa umepewa, lakini pia ili upate hii unatakiwa uwe na tupate leseni ya mtu ambaye unahitaji um, wewe binafsi au kikundi, mtu ambaye mnahitaji kumpatia chombo, iwe ni bajaji, iwe ni guta, iwe ni pikipiki au ni gari kwa ajili ya bolt au whatever, lazima tupate leseni ya mtu ambaye ataenda kuiendesha. Lakini pia kama ni kikundi, tutahitaji tupate wale signatory, nyie mnaoita watia sahihi, wale ambao mnapatia mandate ya hata kwa matumizi ya account, tupate ID zao na barua zao za serikali ya mtaa lakini pia tupate mtasari wa kikundi kama ni kikundi, lakini kama ni mtu binafsi unaandika tu barua, mimi fulani fulani, naomba mkopo katika benki yako kwa ajili ya kununua labda chombo fulani. E, na kwa bajaji au toyo kulipa ni mpaka miezi 24 hiyo ni kwa bajaji, lakini kwa pikipiki peke yake nalipa miezi 12. Kwa gari ina depend ni kuanzia miezi 24 mpaka miezi 36 lakini unaruhusiwa kama unaona wewe unaweza kulipa ndani ya miezi misita au kumi na mbili, unaweza ile. Hiyo ni maximum sawa. Mikopo ya assets haihitaji dhamana, inajidhamini yenyewe. Kwa hiyo hauna dhamana bado unahitaji kuweka sijui nyumba wala nini, sawa. Lakini kwa hizi working capital sasa, ambao ni mitaji kwa ajili ya kukuza biashara au unataka kununua stock, lese unauza mchere jumla na rejareja umeona umepungukiwa, kwa unahitaji mkopo kiasi fulani uweze kununua stock, ambao ni mchele au maharage, hizo ndo tunaziita working capital loans. Kwa hiyo inakuhitaji tu na business license, leseni ya na biashara, tax clearance number, kitambulisho chako mwenza pia ni muhimu, kama umeolewa au kuoa, yaani tupate ID yake na marriage certificate kama ipo lakini kikubwa, dhamana pia unaweka na dhamana. Kwa sasa hivi benki tunapokea dha za aina tatu, aidha ni nyumba ambayo mtu anaweza kaishi, lakini mbili unaweza kuwa na hizi UTTs, mnazo nazo sikia tunazokuwa naongelea hapa, bond au UTT unaweza katumia, au kama una hela umeweka benki fixed kama saving, unaweza ukaitumia hiyo kama dhamana pia ukakopea mpaka asilimia 90. Hiyo pesa let's say umeweka benki milioni 10, umefix kwa miaka labda miwili unataka mkopo unaweza kupata kwenye ile milioni kumi unaweza kupata mpaka milioni tisa Sawa, hiyo ni kwa kawaida, lakini kwa wanawake unapata asilimia mia, mia ile pesa, kwa kama na milioni kumi unaweza kukopa mpaka milioni kumi hiyo